Kwa jina naitwa mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi Zauda Muhamedi, ambaye ni mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Arusha. Katika kuelekea msimu huu wa utalii mwaka huu ishirini na tano, kuna watalii zaidi ya mia moja wameshaingia mkoani kwetu nchini kwetu Tanzania, lakini wao wenyewe wameomba watumie usafiri wa pikipiki za magurudumu matatu maarufu kwa jina la bajaji waweze kutembelea maeneo mbalimbali mkoani hapa Arusha. Na sisi kama jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani, kwanza kabisa tumekutana na madereva hawa wanaoendesha pikipiki hizi za magurudumu matatu na tumetoa elimu ya matumizi sahihi ya barabara. Kwanza kabisa a, tumewataka wajitambue kwamba vitendo vyao na lugha zao basi ziwe bora, ili wateja wao waweze kusafiri salama, lakini vile vile umetoa elimu ya matumizi sahihi ya barabara wanapoendesha vyombo vyao wanapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lengo kuu ni abiria hawa waweze kufika salama. Lakini vile vile, inavyoonekana ina kwamba watalii labda, na wakati waliokuja wenzao wameona usafiri huu ni bora zaidi, na wao katika kipindi hiki wamekuja na wakachagua usafiri huu kwa sababu historia inajionyesha, mwaka uliopita walipanda usafiri huu na wakasafiri vizuri. Kwa hiyo leo pia wameamua kutumia usafiri huu wa bajaji. Na sisi jeshi la polisi tunaendelea kuwa karibu na madereva hawa wa bajaji, kila mara huwakumbusha wajibu wao, eh, wanapokuwa barabarani, matumizi sahihi ya barabara, vyombo vyao viwe vizima, lakini wapate mafunzo ili waweze kupata leseni za udereva, vile vile matumizi sahihi ya ishara, upakiaji, matumizi sahihi ya upakiaji wa chombo abiria wanapopanda kwenye kile chombo, tumekuwa tukiwasisitiza mara kwa mara na kwa kuwa tuko nao karibu na elimu ya mara kwa mara, kwa kweli wanaendesha vizuri, na ndio maana leo wageni wetu hawa, watalii wetu hawa, wameamua kutumia usafiri huo. Kwa hiyo tuna bajaji zaidi ya sabini zinazotumika leo kuwachukua watalii hawa, kuwapeleka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Naitwa Epimac Bernard Mdevu. Uh, ni mkurugenzi wa kampuni ya R&M Tanzania Specialist. Ni sehemu ndogo tu ya wageni ambao huwa tunapata kutoka nchi mbalimbali mbali. Sisi tunatangaza eh, matangazo yetu yanaenda nchi nyingi sana eh, ulimwenguni eh, kwa maana ya Ulaya, Marekani, eh, Russia eh, India kila mahali kwa hiyo kwa ujumla kampuni yetu ni tofauti na uendeshaji wake na ufanyaji wetu wa kazi ni tofauti kabisa na eh, makampuni mengine tunavyofanya eh, biashara. Tunao watu ambao ni weledi sana kwenye utalii. Hili jambo walikuja nalo wakasema kwamba ni vizuri kutangaza utalii kwa namna nyingine kwamba tumezoea kufanya na magari tu, lakini tuna, tuna, tuna mambo mengi, tuna mambo mengi hapa eh, Arusha eh, kama bajaji tuna toyo hizi pikipiki sasa. Tuli walijaribu kuwaeleza hawa watalii wetu, katika wakati wanafanya nao majadiliano ya kuziana safari, wakawaambia kwamba kuna kitu kinaitwa tuktuk, eh, ni maarufu sana pale maeneo ya Mto Mbu lakini tunazo hapa Arusha. Tukasema wacha tuonyeshe pia kwamba huu nao ni utalii mwingine, kwamba wageni wanaweza wakaja wakaacha magari wakachukua tukutuku hizi bajaji wakazunguka. Lakini ikaenda mbali zaidi kwamba wangependa wazitumie e, kwenda airport baada ya kujua e, umbali wa kutoka e, telini pale, pale Grand Melia, mpaka airport akaona ni vizuri watumie hizo e, waone hiyo wapate hiyo exposure. Naitwa Abdara Nyacheri Nyominza, mimi ni mwenyekiti wa bajaji Kijenge na kwa fursa ya leo ambayo tumeipata kwa ajili ya watalii kuhitaji bajaji zaidi ya sabini kupelekwa uwanja wa ndege, tumeipokea vizuri upande wa bajaji, kwa sababu kumbe hata wageni wanapokuja hapa nchini kutoka mataifa mbalimbali, hususani hao weupe, wameshagundua kwamba bajaji ni chombo salama na ni usafiri sahihi wa kuweza kuwazungusha au kuwapeleka sehemu moja watoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine, na kwa namna hiyo tumelipokea vizuri, na tunaomba ujumbe huu ufike mataifa mbalimbali kwamba kuna usafiri tofauti na walivyokuwa wanafikiria kwamba ni Marend Cruiser, sijui vitu gani, hata bajaji zinafaa na ni usafiri salama kabisa. Na katika msimu huo wa utalii nategemea tuta tutashirikiana na makampuni mbalimbali kuhusu kutumia usafiri wetu ili kuboresha zaidi. Kwa kujumla, watu hatukikubali kuachia mtu ambaye sio dereva bajaji au deiwaka. Deiwaka ni mtu ambaye hatambuliki, na akikuta chochote sio tu begi wala simu, yeye hata mgeni akiangusha shilingi elfu moja anaona kwamba asimrudishie. Kwa hiyo kuachiana deiwaka hicho ni kitendo ambacho tulishakipiga marufuku kutokea uongozi wa wilaya wa bajaji vituo kwa ujumla, huwa hatukifanyi na ikitokea hivyo, huwa tunatoa adhabu kali kwa mtu aliyeacha aliyeachia deiwaka bajaji. Kwa majina naitwa Nathan Frank Maduga ni afisa wa kampuni ya Tanzania Specialist kutoka hapa jijini Arusha, na siku hii ya leo tarehe ishirini na uh, saba tuko hapa asubuhi hii kushuhudia kitu cha, cha kipekee cha tofauti. Kama kama tunavyofahamu hii biashara yetu uh, ubunifu ni kitu cha, cha msingi na cha muhimu sana katika kukuza tasnia nzima ya utalii. Lengo hasa lilianzia kwa sababu wageni walikuwa wanakuja wakuchelewa walikuwa wanaingia na ndege ya usiku, na kuwa ratiba kwa yao ni iko tight kidogo, wakawa wanalazimika leo asubuhi kuruka kwenda Serengeti. Sasa kwa kuwa wasingepata muda mzuri wakuona kwa kwa kwa jiji la Arusha na walitamani sana ku spend muda kidogo hapa Arusha, ukaona wakati wanaelekea uwanjani watapata fursa nzuri sana ya kuangalia ya jiji la Arusha kwa, kwa ukaribu zaidi na wao wenyewe kwa sababu na, ni watu wanaopenda na wana interest na vitu vya, vya, vya kiasili. Kwao, tukaona tuwape kitu cha tofauti kama vile ambavyo wangependa, lakini pia tukazingatia uh, namna pia tofauti uh, ya kuweka alama katika maisha yao kwa kuwa tu serikali yetu imewekeza, mama amewekeza muda mwingi sana, amewekeza nguvu sana, serikali imewekeza nguvu nyingi sana kwenye kuhakikisha utalii kwa upana wake unakuwa nchi nzima. Kwa hiyo nafikiri ni nidhamu yetu sasa sisi waendesha watalii au sisi makampuni ya utalii, na sisi pia kuwa na namna tofauti ya kuwafurahisha wageni wale wale ama wageni wapya zaidi, ili waendelee kuvutiwa na mandhari na mazingira na utalii wa aina tofauti tofauti ambao tunaweza tukatoa kwenye kanda yetu, kwa sababu hiyo, ina maana uh, mapato la taifa litakuwa fedha, uh, za kigeni zitakuwa uh, nyingi zaidi ya hata sasa tunavyopata na maana yote hiyo ina impact kubwa kwenye mkoa wetu wa Arusha, lakini pia ina impact kubwa kwenye society, kwenye kwenye nchi nzima. Kutokuwa na ulevi wakati wote ninapoendesha chombo cha moto, huduma bora kwa wateja, matendo na lugha bora, sitoendesha chombo ambacho hakijasajiliwa na Latra sitaendesha chombo ambacho hakijasajiliwa na TRA. Chombo changu lazima kiwe na leseni ya usafirishaji kutoka LATRA. Nitaendesha chombo kizima. Nitazingatia upakiaji sahihi wa abiria.